Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati anapita mnajua kwamba kupupa na ahadi nyingi, lakini moja wapo ni ya 10% peenti asilimia kumi hii katika mapato na nyingine bilioni mia mbili si ndio hivyo? Lakini vyote hivi ni katika kuhakikisha kwamba wananchi wetu wana wanapata kipato kupitia katika shughuli ambazo wanafanya na hiyo sio tu haishii katika, katika sehemu ya kifamilia, kwa sababu kujenga uchumi uchumi ambao una utafasiri katika maisha ya, ya watu ya kawaida, sio uchumi wa kwenye makaratasi. Ndio hii maana yake kwamba watu wanashughulika, kuna ufugaji hapa, kuna wanashona, kunafanya umwagiliaji, shughuli mbalimbali. Naamini kwamba tumeambiwa Januari tutakuja nyingine, maana maanake Januari tutakutana tena hapa tuhiingie kwao. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi naishukuru sana halmashauri kwa kutimiza hili takwa la kisheria, lakini vile vile katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, serikali iliyopo ni serikali iliyoundwa na Chama cha Mapinduzi na ndio maana tunafuatilia utekelezaji wake na utekelezaji wake ndio na aksi ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo miezi michache tumetoka kuinadi. Tunaona jamani akia yeah. katika utekelezaji huo, ili tuweze kuendelea, na najua kwamba kadri tunavyozoea kwenda mbele, kunao 10% kuna zingine zitakuja na mbunge, jamani, mbunge hey. kuliahidi kule. Kwa hiyo tutatoa na vitu vingine zaidi kuongeza nguvu La, lakini ni muhimu sana kwa ajili ya uendelevu. Unaposhuka mkono novanini unashikamana, si ndiyo? Hivyo. Una kushikamana maana yake ni kurudisha. Unaporudisha maana yake mtu mwingine ambaye yuko nyumbani ambaye haiko hapa anapata fursa na yeye, na ndiyo maana peke ya pekee ya kuweza kufikia wananchi wengi zaidi. Na mimi hii kitu ya ya, ya, ya biashara na sehemu ya maisha yangu kwa miaka ishirini karibu nilikuwa nikifanya benki. Kwa wakati mwingine nitakuwa natembelea vile vile vikundi hivyo kuona mnavyofanya. Kwa hiyo, mnipokee nikija huko. Na siku tunaagana, waliniambia jambo moja, wakaniambia Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatamani turudi kwenye jengo hili. Sasa wakati wanasema, tulikuwa pamoja na wataalamu, wakaniambia mwenyekiti, uwaombe waombe mkurugenzi wataalamu hawa tuliowaacha leo tukutane nao wakati tunarudi, kwa sababu tumefanya kazi vizuri, asiwepo mmoja angalau wa kusema kwamba amehama. Na mimi nishukuru kwamba kwa, kwa kweli tumekutana wote kama tulivyokuwa tumesema. Wale wenzangu, a, niseme ndugu zangu, tulikuwa kata ishirini na moja. Wale ambao tumerudi kwenye baraza hili ambao tulikuwa pamoja tumerudi watano, kwa hiyo maombi yetu ambayo tulitarajia turudi wote ku ishirini na moja sasa, tumerudi watano na wengine wapya kumi na sita. Hongereni sana wale wamepata nafasi, na kwa watu wote ambao tumerudi naamini, ndugu zangu, tutakuwa pamoja kusukuma gurudumu hili. Hiki ambacho tunakifanya leo ni mwendelezo, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, sisi halmashauri tulijipangia na tukaweka utaratibu kwenye bajeti zetu zote ambazo tunatenga kwa kila mwaka, tunaiheshimu sana asilimia kumi. Tukazungumza na mkurugenzi, fanya mengine yote lakini asilimia kumi inayoenda kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu huiheshimu pakubwa sana. Na mkurugenzi, nakushukuru kwa kuiheshimu, na ungefanya nafikiri mwezi wa nane wa, wa saba kule ungefanya lakini ukaona hapana, ngoja nisubiri baraza na mwenyekiti mpya, na mimi nipo leo, nashuhudia okay. Haya, hongera sana.